Unu <laughs> <sharp inhale> na mika malofa kama mtu fulani lofa, kama mtu aliougwa na mkomela. Kama hautotaka kutupa ushirikiano, tunaweza kufanya lolote. You need to sit down and think twice my daughter. Mwanzo, inawezekana wewe unaweza kuwa hanisi. What kind of shit are you talking about? Ivi chombo tu, chombo cha kulalama <laughs> wewe chombo cha kubebea kitu cha mchuzi tu, abebe wenze wangu peleke hospitali, yani mchuzi tu, wewe ugombe hivyo. Damn it, damn it. Utabaki kuwa mwanamke you understand? Mimi nataka kusemaje? Mimi ni mtu kutoka Russia baby. <laughs> <laughs> Come on give me your lips. Sikuwa kufikiria kama wewe ni katili kiasi hiki. Shut up. I think you are wasting my time boy.